Lakini kabla ya kuja hapa kwa adhani, nilipita nilipita Nguachani, nilipita Nguachani kuonana na watu ambao walifanyiwa dhulma kubwa ishirini ishirini, na mpaka leo bado wanakwenda wakitishwa Nasheha na sheha na mkuu wa mkoa mpaka leo mpaka leo, wanakwenda wakitishwa kwa kuambiwa watashtakiwa, kuna silaha imepotea. Ndugu zangu, nachotaka kusema na naomba hili nisikilizeni vizuri ndio ambalo limefanya leo watu waamke. Hili la dhulma iliyopita kiasi ndio iliyofanya watu waamke, kwa sababu nyinyi ni mashahidi ndugu zangu. ishirini ishirini, dhulma ambayo ilipita, watu waliouliwa, watu waliojeruhiwa watu waliofanyiwa udhalilishaji watu ambao waliharibiwa mali zao pamoja na yote hayo tukasema sisi tuingie serikali ya umoja wa kitaifa mnafikiri maalim alikubali kuingia serikali ya umoja wa kitaifa kwa sababu alitaka cheo alitaka umakamu wa kwanza wa rais aliingia tutengeneze nchi aliingia kutoa fursa, alibeba yote haya ili kutoa fursa tuweze kutengeneza nchi, na akakubaliana na Dokta Hussein Mwinyi mambo ya kuyatengeneza. Lakini nyinyi ni mashahidi baada ya ishirini na ishirini ishirini baada ya yote waliofanya majimbo wakachukua na mengine yote ya udhalilishaji waliofanya kwanza, nyinyi ni mashahidi. Viongozi wale waliofanya yale, hata kusimama hadharani wakasema tu kwamba tumesikitishwa na haya, tutachukua hatua haya yasitokee, kuna lilochukua, kuna aliyosimama akasema Yupo aliyesimama akasema, yupo aliyewapitia watu wangu wachani, aliyewapitia watu wa sehemu mbalimbali walioathirika, angalau kuwapa pole? Yupo? Tazameni sasa matokeo yake. Tumefanya uchaguzi wa Konde wa marudio ishirini ishirini na moja, hata makaburi ya watu waliowaua haijakauka wengine hata hawajatoka vizuka, wengine madonda bado mabichi, wengine ndio kwanza mifupa haijaunga walioivunja ishirini ishirini bado, wakataka kuiba jimbo la Konde, wakataka kuiba jimbo la Konde. Tumefanya uchaguzi kura zikahesabiwa, wakaenda kutangaza mgombea wa CCM aliyepata kura 500. Jamani, jimbo si walilitapika? Nawauliza, jimbo si walilitapika? Na sasa leo kuna wengine yale yaliwatamkia. Nisikilizeni vizuri kuna watu yaliwatamkia. Maana kuna waliozoea kula vya kunyonga. Hawa ndugu zetu wao wamezoea kula mizoga, sio tu vya kunyonga, lakini mizoga. Hawajui hata ilifikwa na nini, mengine imekufa kwa sumu, lakini wao wakifika wanaivamia sasa na mara hii wanadhani, na mara hii wanadhani kwamba mambo yatakuwa kama yalivyokuwa ishirini ishirini. Ingekuwa angekuwa ya kwamba ishirini ishirini yangekuwa konde ambako walishafanya walishatangaza, si walilitapika? Sasa mimi nawaomba ndugu zangu maana huku hasa huku kusini, chini ya uibilisi wao wanawatisha kweli kweli. Mimi naomba niwaambie ndugu zangu